Ni furaha kubwa sana baina ya mama pamoja na mtoto. Kijana alikuwa anatambulika kwa jina la Deva mama kabla ya kufariki anamwambia kijana wake, hakikisha unaishi mpaka unatimiza miaka mia moja. Deva maisha yake hakuwa mepesi sana, kwani alikuwa hana ndugu mwingine zaidi ya mama yake. Akaelekea kitaani kwenyewe, akakutana na Waswahili ambao wanajua jinsi ya kutafuta pesa kwa kutumia watu wengine. Yeye pamoja na watoto wenzake wakapelekwa mitaani kwenda kuomba pesa, na kisha wakati wa jioni wakawa wanapeleka kwa bosi wao, lakini bosi wao kipindi ambapo alipoona walikuwa hawapati pesa vizuri leo, anaamua kuvunja moja kati ya kiganja cha mkono cha Deva ili awe na uwezo wa kuomba vizuri, lakini pia aweze kupatiwa pesa. Deva alio nafanikia kutoroka kutoka kwenye mikono ya watu wabaya baada ya kupatiwa msaada na mmoja kati ya rafiki yake, anaingia mtaani na mpaka katika utu uzima wake yeye akawa anaishi maisha ya kuombaomba. Hawa watu, e bwana, walikuwa ni wengi, lakini pia maisha yao hayakuwa mepesi, lakini pia hata katika ndani ya jamii walikuwa hawathaminiki kabisa, na hata endapo mtu akipoteza maisha, furaha yao kubwa ilikuwa ni angalau aweze kupata heshima kuweza kuzikwa. Wakati wao wakiwa wanahangaika, upande wa pili tunakutana na mfanyabiashara anayetambulika kwa jina la Niraji. Leo wakati wa usiku anapigiwa simu na mmoja kati ya kachero, anaambiwa ya kwamba ebwana, tumefanikiwa kugundua maeneo ya Bengali, bwana, kuna mafuta ya kiwango kikubwa. Mshikaji anaelekea mpaka kwa waziri, anamweleza kwa kuwa yeye ni mfanyabiashara anahitaji hii tenda aweze kuichukua ili angalau aweze kupata maokoto zaidi. Waziri leo anampatia karatasi ya watu ambao inahitajika aweze kuwaingizia pesa za kutosha, ili wao kama serikali waweze kumwachia hiyo tenda ya mafuta. Sasa kitendawili zaidi kinakuja, watu hao wanahitaji kuingiziwa pesa pasi na wao kuweza kutambulika ndani ya serikali ya kwamba kuna pesa ambazo walikuwa wamezipokea. Sasa mwamba akawa nawaza, hizi pesa atawapatiaje? Ndipo baba yake akapendekeza waende wakamtumia askari mmoja anayetambulika kwa jina la Dipak, ambaye kwa sasa yupo ndani ya gereza. Askari wa zamani kutoka ndani ya kitengo cha CBI ambaye alikuwa anapambana sana na rushwa, lakini kwa bahati mbaya system ya wararushwa eza kumtupa lumande na kwa sasa alikuwa anatumikia kifungo, hatambwini lini ambapo ataweza kupata muda kutoka nje niraji. Baada ya kwenda kukutana na mwamba ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Dipak na kuweza kumpatia hili dili, mungwana akakubaliana na hili dili ili aweze kupata nafasi ya kurudi uswahilini na kwenda kuishi na familia yake. Dipak anapatiwa apartimenti nzuri leo. Baada ya kufika anaitoa picha ya mtu ambaye alikuwa na mwamini sana zamani, lakini pia picha ya uadilifu katika kazi yake kwani kwa sasa alikuwa na kwenda kufanya kazi na watu ambao yeye alikuwa anatambua ni mafisadi ambao wanapuya pesa ya taifa. Dipak anapendekeza ili wasiweze kutambulika ya kwamba pesa zile zilikuwa zimetoka kwa Niraji kuelekea katika baraza la mawaziri. Anasema ya kwamba inabidi waweze kutafuta maombaomba wanne ambao kila mmoja watamfungulia akaunti, na kisha watatumia zile akaunti kutuma pesa kutoka kwa wale ombaomba kuelekea kwa wale mawaziri wengine ambao wanahitajika waweze kupatiwa pesa. Anadai ya kwamba watu hawa kuwatumia ni rahisi sana kwani hawana watu muhimu ambao watakuwa wanawafuatilia. kumi tisa, itoshi, watu hawa ombaomba wengi wao huwa hawatambui mambo ya wa kibenki wala kusoma na kuandika, wao walikuwa hawafahamu. Niraji anakubaliana na Dipaki. Mshikaji anaingia mtaani, anafanikiwa kukusanya ombaomba wanne mmoja kati yao alikuwa ni yule mwamba anayetambulika kwa jina la Deva, msimamizi wa hawa ombaomba, ambaye alikuwa na walinda. Alikuwa ni mwamba mmoja anayetambulika kwa jina la Robo. Mshikaji alikuwa ni katili kwelikweli, leo anang'oa mmoja kati ya jino la Kelu, mtu ambaye alikuwa kaiba pesa kutoka kwa mmoja kati ya ombaomba mwenzake, imdada anayetambulika kwa jina la Kushbo, ambaye kwa sasa alikuwa ni mjamzito. Hii iliwatisha sana, lakini kibaya zaidi kinakuja mbele yao ambacho walikuwa hawakitambui. Ebwana hawaungwana wakaanza kupewa tritmenti ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Kwanza wakafundishwa jinsi ya kuzungumza, lakini pia wakafundishwa jinsi ya kula chakula, na mavazi pia wakabadilishiwa, na hata saluni nzuri wakapelekwa, wakawekwa nywele zao zikakaa wa sawasawa. Washikaji wanafunguliwa kampuni uchwara, lakini pia wanafanikiwa kuweza kufundishwa jinsi ya kupiga saini. Wao kazi yao ilikuwa sio kusoma dokumenti, bali kuweka saini tusehemu ambayo walikuwa wameambiwa waweze kusaini. Kelu leo kupitia kampuni yake anafanikiwa kufanya transfer successfully, lakini akachukuliwa na Robo akijua ya kwamba huu ulikuwa ni mtoko mzuri. Akapelekwa baharini, kisha akatupiwa katikati ya sehemu ambapo kulikuwa kuna papa kutosha. Kelu anapoteza maisha, lakini Dipaki baada ya kufika kwa Niraj na kuweza kuupata ukweli mzima, ya kwamba lengo la Niraj alikuwa anahitaji kuwamaliza ombaomba wote, endapo tu akimaliza kufanya transaction, kwani yeye alikuwa anahitaji asiache ushahidi wowote ule. Hili jambo lilikuwa linamuumiza sana Dipaki, sababu hawa ombaomba walitokea kumkubali sana, mpaka wengine ikiwemo Deva kuwa anamwita ya kwamba ni kaka yake. Dibi leo anafanikiwa kufanya transaction vizuri kabisa, nakwenda kumalizwa kazi yote alikuwa anaifanya robo ya kuhakikisha ombaomba wote umba wanapoteza maisha. Zamu ya Deva inafika siku ya leo. Hatua ya kwanza inaanza, anakutana na mwamba mmoja kwenda kusaini document ili pesa ziweze kutoka, lakini huyu mwamba akafanikiwa kumpatia business card na kumweleza, mheshimiwa, mda wowote una uwezo wa kunipigia endapo utakuwa unahitaji msaada. Huyu mzee alikuwa tambua kwamba huyu hizi pesa zilikuwa sio za kwake. Deva ilikuwa inahitajika aweze kufanya hatua ya mwisho ya kusikani sura yake pamoja na macho ili kuweza kukamilisha haya malipo. Baada ya kumaliza kusikani Robo anamchukua yeye, alikuwa tambui ni sehemu gani ambapo anaelekea, lakini njiani akaanza kutembezewa kichapo. Deva akaona haya mambo mbona yanakuwa ni magumu, akaomba aweze kuelekea msalani. Baada ya kuweza kushuka Robo akawa anahitaji aweze kumshuti, lakini huko Dipaki anagundua ya kwamba malipo bado hayajakamilika, hivyo anamweleza Robo asimfanye chochote Deva, kwani anahitajika aweze kukamilisha tena haya malipo. Robo anakuja kushtuka, Deva alisha ingia mitini, hatambuliki sehemu alipo bwana. Harakati za kwanza kumtafuta huyo ombaomba zikaanza. Dipa kini anakuja kutoa msaada, kwani pasi na deva kuweza kupatikana hii pesa haiwezi ikatoka. Mbio za Deva zinampeleka mpaka ndani ya kituo cha treni. Anafanikiwa kukutana na bimdada ambaye alikuwa anatambulika kwa jina Samira. Bimdada huyu alikuwa ni mgeni ndani ya mji wa Mumbai, sababu boyfriend wake alimweleza aje waweze kuanza maisha mengine, lakini baada ya kufika mshikaji akaweza kuingia mitini. Dada alikuwa na huzuni sana kiwa analia muda wote, hatambui ni jambo gani ambalo ataweza kulifanya. Deva anafanikiwa kumwomba simu bimdanda ili aweze kumpigia Dipaki, lakini baada ya kupiga bwana, simu yake alikuwa haipokelewi, kwani mshikaji alikuwa yuko bize kuweza kumtafuta mwamba. Alikuwa anampigia Dipaki sababu alikuwa anatambua kiongozi alikuwa ni mtu mzuri na robo ndio mtu ambaye alikuwa anahitaji kuweza kumwangamiza. Samiri anaelekea kwa rafiki yake sehemu ambapo alikuwa anaishi pamoja na familia yao. Baada ya kufika ni bwana Dipaki naye anafika baada ya kuweza kuitraki namba ya bimdada, anamuuliza, je, sehemu gani ambapo anapatikana mtu anayetambulika kwa jina la Deva? Kwani aliweza kutupigia simu kwa kutumia namba yako. Bimdada anaelekeza sehemu ambapo Deva alikuwa akamwacha, lakini kwa hatua hii familia ya rafiki yake baada ya kugundua bimdada alikuwa ni kipusa, akabidi aweze kumtimua na rafiki yake akafanikiwa kuweza kumpatia pesa kidogo, ambao bimdada ataitumia kwenda kuanza maisha mengine. Dada baada ya tu kutoka uso kwa uso, anafanikiwa kukutana na Deva, akawa ana shangaa huyo huyu mungwana, kwa nini nakutana naye mara kwa mara? Ikabidi aweze kumkimbia Deva, kwa kutumia utaalamu alionao mtaani, akafanikiwa kurudi mpaka eneo ambalo Dipak alikuwa akaweka kambi yake. Baada ya kufika na kumkosa bimdada kushbo, akaanza kumlaumu sana Deva, mtu ambaye kwa sasa alikuwa anamwambia atoke sehemu ambapo alikuwa akajificha chooni ili waweze kuzungumza, lakini Deva akafanikiwa kuwatoroka tena, lakini Robo pamoja na kundi lake wakamuungia tela kwa nyuma Robo, kipindi ambacho alikuwa anamtembezea kichapo Deva, akihitaji kumwangamiza ye, bwana mbwa kitaani, kwa kuwa alikuwa anatambua Deva ni mshikaji wao kitaani, wakafanikiwa kuweza kumsaidia baada ya kuweza kumng'ata vibaya mshikaji wetu Robo. Deva akiwa na majeraha anarudi mpaka sehemu ambapo bimdada Samina alikuwa anaishi. Dada anashangaa sana huyu mwamba, inakuwaje tena amemfuata anamchukua anampeleka hospitalini. Mwamba baada ya kupata fahamu anamuuliza, je, ni kwa nini anamfuatilia. Lakini pia bimdada alitambua Deva huenda akawa na maokoto kutokana na siku ya kwanza, alifanikiwa kumwona akiwa kavaa suti za gharama. Lakini leo Deva anamweleza bimdada ya kwamba yeye hana pesa zozote, kwani yeye asili yake alikuwa ni ombaomba omba. Deva anaondoka anaenda mpaka katika ofisi ambapo alikutana na yule Mwamba ambaye alifanikiwa kuweza kumpatia saini, lakini pia akamwachia business card, lengo ni kwenda kujaribu kupata msaada, lakini baada ya kufika anakutana na taarifa mbaya kwani mshikaji alikuwa tayari alishaangamizwa na Niraji Mwamba, ikabidi aweze kupelekwa ndani ya, ya kituo cha polisi. Maelezo yake alikuwa hayajanyoka, hivyo ikabidi yeye waweze kumfungia ndani. Upande wa pili kwa Bimdada Samira, uso kwa uso leo anakutana na Dipaki na kuweza kuwekewa mguu wa kuku kichwani akiulizwa ni sehemu gani ambapo deva alikuwa ameelekea? Samira ananyosha maelezo. Upande wa pili, mtaalamu wetu Deva baada ya kuweza kuangalia gazeti na kufanikiwa kuweza kuiona picha ya Niraji, hii ikampelekea Inspekta wa polisi kidogo kuweza kuamini maneno yake. Deva anamchukua Inspekta wa polisi mpaka katika jengo ambalo yeye pamoja na Mistar Narayani waliweza kufika na kusaini mikataba. Inspekta anamuuliza mlinzi, je, Mistar Narayani huwa anakuja ndani ya hili eneo? Anajibu ndio, lakini pia anamweleza aliniachia maagizo nimpatia funguo bimdada yoyote ambaye atafika ndani ya hili eneo na kutoa ujumbe unaosema ya kwamba Old Monk. Yani, bimdada yoyote atakayekuja na kusema Old Monk basi atapatia funguo na huyu mlinzi ya kuelekea kwenye chumba ambacho kilikuwa kimeshaini pesa. Polisi anakuja kugundua bwana mdogo ameweza kutumiwa tu katika mchezo mchafu, lakini pia leo anamfungua macho Deva na kumweleza kwamba, wewe inavyoonekana, kuna pesa ziko mahali ambazo zipo chini ya jina lako, yani hizo pesa haziwezi zikatoka na wewe kuweza kutoa saini. Deva akashangaa sana, lakini pia Inspekta wa polisi kipindi ambacho alikuwa yupo katika hili eneo pamoja na Deva, Niraj anafika pamoja na kundi lake, lengo ni kuweza kumchukua mshikaji. Lakini Inspekta wa polisi kipindi ambacho alikuwa anazuia hili jambo, wanamwangamiza. Lakini Deva naye anafanikiwa kutoroka na kutokomea kusikojulikana. Lakini Dipa kilewa akajifikiria, akaona hakika hii sio njia ambayo inatakiwa aweze kuishi maisha yake yote. Leo anaenda kumwambia mke wake amchukue mtoto wao waelekea katika nchi ya Dubai, naye kuna kazi moja anaenda kuimalizia, atawafuata muda sio mrefu baada ya hapo akaelekea mpaka senta sehemu ambapo alikuwa anaendeshea misheni yao na kukusanya ushahidi wote na kumpeleka katika eneo ambayo ilikuwa ni salama zaidi. Lakini pia akaitwa na mtalamu wetu Niraji. Baada ya kufika akapigwa mikwala ya kutosha, akaambiwa endapo asipompata huyo ombaomba omba, basi kuna jambo baya ambalo atakwenda kumfanya, kwani mpaka sasa wengine wamelipwa na bado mtu mmoja ambaye hajapokea malipo. Lakini huku upande wa pili mtalamu wetu Deva akatambua endapo asipoenda kumchukua yule bimdada huenda naye akaingia katika hatiani. Leo anamfuata bimdada na kwa ni kweli, kwani mtaalamu wetu robo pamoja na kikundi chake nao walikuwa wamekuja kwa lengo la kumkamata bimdada. Deva pamoja na bimdada Samira, kwa kutumia gari la taka, wanafanikiwa kuondoka ndani ya hili jiji na kuelekea katika eneo lingine dada akawa analalamika, anaona yeye kwamba alikuwa na mkosi, kwanza ameweza kukimbiwa na boyfriend wake, lakini pia amekutana na ubaomba ambaye ana misala kila itwapo leo. Lakini Deva akamchukua na kwenda kumpeleka katika lile jengo, anamweleza nenda kwa ule mlinzi na ukaseme old monk. Dada baada ya kufanya hivyo, akapewa funguo na kuelekea katika chumba ambacho kilikuwa kina pesa za kutosha. Deva anamvizia Dipa kinaweza kumzimisha mshikaji, baada ya kuamka anajikuta yupo chini ya mkono salama, mtaalamu wetu Deva pamoja na Samira Dipa, kina Anamweleza Deva yeye sawa alikuwa ni mtu mbaya zamani, lakini kwa sasa anahitaji kuweza kumpatia msaada, na bila yeye hana uwezo wowote wa kumshinda mtaalamu wetu Nira Jekwan. Inahitajika ushahidi ambao ulikuwa unaeleweka, lakini pia anamweleza kwamba bimdada ya Kushbo bado yupo hai, kuna sehemu ambapo yeye alikuwa amemficha. Safari inawapeleka mpaka kwa Kushbo. Baada ya kufika hapa bwana, kwa bahati mbaya kundi la robo nao likafanikiwa kuweza kutambua sehemu ambapo alipokuwepo Mapambano yanaanza kwa watu hawa, lakini leo tunampoteza Dipaki, lakini pia hata bimdada Kushbo naye kwa bahati mbaya akaangukia tumbo, anajifungua wakati ukiwa bado na kuweza kupoteza maisha, lakini mtoto wake akafanikiwa kuweza kuwa hai. Deva anafanya mazishi ya Dipaki pamoja na bimdada aliyekuwa anatambulika kwa jina la Kushbo, na asubuhi na mapema anachukua lori ambalo liko limejaa pesa na kwenda kuzimwaga sehemu ambapo alikuwa anaishi mtaalamu wetu Niraj. Waandishi wa habari wanaenea na kuweza kuwa bonge moja la skendo ndani ya taifa Niraj anampigia Deva na kumuuliza anahitaji nini. Anamweleza kwamba yeye hahitaji mambo mengi, bali anamuhitaji mtaalamu wetu Niraj awe ombaomba angalau kwa siku moja. Endapo akifanya hivyo, basi atampatia pesa zake, lakini pia atampatia ushahidi ambao alikuwa akachiwa na Deepak. Niraji anaelekea kitaani na kwenda kujifanya ombaomba, huku akiwa kazungukwa na walinzi ambao alikuwa anahitaji kuweza kumnasa Deva. Lakini Deva kwa kuwa naye alikuwa ni mtoto wa kitaani, akagundua kwamba mshikaji alikuwa analeta maigizo, hivyo akamweleza kwamba kwamba kwa kuwa ulikuwa unaigiza na wala ufanye kama jinsi ambavyo mimi nilikuwa na inahitaji uweze kufanya basi sitoweza kukupatia pesa zako pamoja na ushahidi. Kama hiyo haitoshe, bwana mshikaji wetu Deva pamoja na Riraj wakakutana sehemu ambapo kulikuwa kuna jalala, mkono ukaweza kupigwa baina ya watu hawa wawili. Ombaomba anamkalisha bilionea na kuweza kumfukia katika eneo la taka, kisha yeye pamoja na bimdada Samira, bila kumsahau mtoto wa mtaalamu wetu Kushbo, wanaondoka na kuelekea sehemu ambapo Deva alikuwa anaishi zamani akifanya kazi. Ya kuwa, omba ombaomba omba waombaomba wa hili eneo wanafanikiwa kumpatia huyu mtoto jina la Kubera. Bwana, hapa ndo tunafika mwisho hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia familia kupata vigongo vikali vilivyonyoka kama hivi kila siku.